Yes, bane, mbunge wa Kigoma Mjini Mheshimiwa Revocatus uh, Chipando almaarufu kama Baba Levo ye ameona sio kesi uh, kuweza kumsurprise mke wake bana, na kuweza kumpa zawadi moja ambayo, of course uh, mama Ruby inaonekana kuweza kumgusa na kuweza uh, kuzungumza maneno mengi sana. Sasa uh, Baba Levo aliweza kuzungumza na kusema kwamba kuishi na kwa Baba Levo kwa miaka kumi uh, ni kazi nzito sana, huwa anajiuliza Umewezaje mke wangu, maana mimi uh, hata nikijitoa kopi siwezi kuishi nayo hiyo kopi yangu. 2026 ntahakikisha unatembea nchi zaidi ya 29 duniani aka akaweka na kipindi cha kumaki hivyo bwana usio na. Baada ya hapo aliposti gari aina ya Range Rover ambayo alikuwa amemkabidhi Mama Ruby, na watu wengi walionekana kufurahi na kuweza kumpongeza mtu mzima Baba Levo. Shilole aliweza kuandika, safi hongera wifi yangu uh, umeona raha ya uvumilivu, akampigia na makofi. Lakini pia Auntie Ezekiel uh, kwa kweli bora umejijua, safi sana kwa kalama love. Watu wengi sana walipata nafasi ya kuweza kucomment kuhusiana na hii situation. Hebu itazame endelea kuenjoy jinsi ambavyo mtu mzima uh, baba Levo mbunge uh, kutokea Kigoma yeye alivyoamua kushow love kwa mke wake bana, ilikuwa ni good moment, ilikuwa ni moment fulani hivi ambayo, of course, ilikuwa ni amazing amazing sana. Endelea kuenjoy, bonyeza like, subscribe. Kuna maoni gani kuhusiana na hii zawadi? Wewe umepewa zawadi gani toka mwaka uanze? wenye komenti tililika kile kitu ambacho wewe unacho kulingana na hii video ambavyo umeitazama. Bye, bye. Mimi naitwa PV Chao. Mambo ni mazuri sana umajumba kuashia

Sasa unajua umepambana sana. Kwa kifupi umepambana na unastahili kupata

Lakini haikuwa kwenye malengo yetu kununua gari. in so, so happy na gari, si gari tu ilimradi bali range eh, so <laughs> range tu ni vela range vela. so to be honest, yeah. I'm happy eh yeah. mm -hmm. bana